Masikira yetu uhai wetu, jamhuri ya muungano wa Tanzania. <todakarikana> Jamani, tuna washukuru. Naongea hapa mimi ni Mr. Kitalile Mwakio wa Angetile meneja wa TRA wilaya ya Masasi, lakini nimepata neema hii kwa niaba ya uongozi wa wilaya ya Masasi kwa ujumla. Tunawashukuru eh, kwa kazi tuliyofanya leo, mliofika leo tunawapongeza sana maana mmeacha usingizi. Tupo hapa toka saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa hizi saa tatu, tumefanya usafi kwa ujumla, naona maeneo yetu hata kuiangalia yanapendeza. Nimewaona hapa eh, wakuu wa taasisi mbalimbali, tunao hapa; wakuu wa idara mbalimbali mbali, tunao hapa; watumishi mbalimbali mbali, tunao hapa lakini wengi watumishi naona ni wa halmashauri ya mji. Lakini sasa, eh, kwa niaba ya uongozi wa wilaya tungependa sana watumishi wanaendelea kujitokeza kwa ajili ya hili zoezi, watumishi mbalimbali, wakuu wa taasisi wote, hata kama ukufika leo, lakini e, safari ijayo tunaomba kuwa taasisi wote wafike, wakuu wa idara katika katika halmashauri wafike. Lakini wito wa mwingine ambao tunatoa sasa hivi wafanya biashara wametia aibu sana, kwa sababu mbele ya maduka yao palikuwa ni pachafu sana. Leo tumesafisha mpaka mitaro mbele ya maduka yao. Kwa hiyo tunatoa wito kwa niaba ya, ya, ya, ya uongozi wa wilaya Napenda kutoa wito kwamba eh, wafanya biashara wote wafanye usafi mbele ya maeneo yao, hata kwenye mitaro, ndio mbele yake, kila mmoja afanya usafi. Kwa habari ambayo nawapa sasa hivi, tulikuwa na tunaongea na afisa mazingira hapa, kuanzia wiki ijayo inayoanza sasa hivi, faini zinakuja. Kila mmoja ambaye hajafanya usafi, afisa bia, afisa mazingira kaja, atawapa faini wote. Kila mtu ahakikishe usafi unafanyika kwake. Leo ni siku ya mazingira. Tumeanza tarehe thelathini na moja mwezi wa tano, tutaendelea nayo mpaka tarehe tano mwezi wa sita, ikiwa ni pamoja na kufanya usafi pamoja na elimu kwa wadau mbalimbali. Tunaomba siku nyingine tutapoitana kwa ajili ya usafi wa mji wetu tuitikie kwa, kwa wingi zaidi ya hivi tulivyokuja.